Mja tunaanzia huko Zanzibar. Serikali kwa kushirikiana na shirika la umeme Zanzibar ZECO imetumia zaidi ya shilingi bilioni moja kugharamia mradi wa umeme visiwani Pemba, kisiwa cha Panza na Makongwe. Kukamilika kwa mradi huo ni utekelezaji wa ahadi ya rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein aliyeitoa wakati akiomba kura kwa awamu ya kwanza ya urais wa Zanzibar. Taarifa ya Gloria Matola inasomwa na Lilian Kidahi. Dr. Shane anayetetea kiti cha uraisi kwa awamu ya pili kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM amewataka wananchi hao watumiapo umeme wazingatia kulipia gharama zinazohitajika baada ya matumizi yao ili waweze kunufaika nao katika maendeleo ya uchumi. Umeme huo ambao umepita ndani ya maji ya bahari unampatia kila mwananchi jukumu la kuwa mlinzi wa kutunza miundombinu ya umeme isiharibike. Awali kulizamia shilingi za Kitanzania milioni 800 na kidogo a thelathini zingetosha, lakini hesabu umezisikia, ni bilioni moja milioni elfu moja mia moja ya karibu na ishirini na nane na kidogo tumika kupitisha umeme. Haikuwa kazi, haikuwa kazi ile, na kwa maneno ya kaa, duniani hakuna kazi ambayo haina matumizi makubwa. Watumie umeme huu kwa maendeleo yao, fedha kwa katika maendeleo ya binadamu. Naomba wananchi wataweza kufaidika. Aidha, naomba pia wananchi wasaidie katika kulinda miundo mbinu hii ya umeme ambayo serikali ilitumia fedha nyingi kuiweka. Ningeliwaomba wananchi kwamba waitumie huduma hii kwa maendeleo yao wakiunganisha umeme wataweza kufanya shughuli nyingi tu kama vile kuhifadhi vyakula vyao, kuhifadhi samaki. Aa, kama tunavyojua, hapa tuko ndani ya kisiwa hichi, nani kisiwa cha Makongo. Biashara kuu ya wananchi wa kisiwa hichi ni uvuvi. Dr. Shen amehitimisha kampeni za awamu ya kwanza visiwani Pemba kwa kufungua miradi ya maendeleo ikiwemo umeme, maji na miundombinu ya barabara.